Mashabiki wa mpira duniani mm, wamegawanyika. Kuna wale ambao walianza kupenda mpira ndo kushabikia timu, mm. Kuna wale ambao wanaanza kushabikia tu timu yani hata mpira hawauelewi, e, e, aa ambao wanashabikia timu na mpira hawauelewi, mm. Wako hivi wako, mm. wako wengi watu, 20, wako wengi watu mechi ikiwa dakika a ishirini anaongoza anashangilia ndo wako wengi sana. Ila tafsiri ya mpira ni dakika ngapi? 90. Tisini. Tisini. Sini. Mm. Sio mm. Na tafsiri ya mpira ni mchezo matokeo mangapi? Matatu. Tato. Kushinda, kusare, kufunga. Mm. Yote hayo unatakiwa una shabiki ya timu yapokee. Sio mm -hmm. Mashabiki wengi duniani hawajui, wengi wapo kwenye upande mmoja, wanataka timu kushinda tu. Na Tanzania yetu ya tumezidi. Yaani, hawa sisi mashabiki wa Simba na Yanga wengi tumezidi. Tunataka timu ishinde. Kwa hiyo tuna kundi kubwa sana na mashabiki okay la mashabiki ambao ushindi ndo kila kitu kwenye okay timu, lakini uhalisia, mambo ya michakato sisi na nini, tutulie ah, kwenye mechi ya Simba. Mm. Jana nilikuwa naangalia mechi ya Simba na watu mm, kadhaa. Nilipofika tu half time, ni bila, nikaambia mechi imeisha, Azam anashinda half time, sababu mechi kama simba angeshinda, angeshinda mm.